Za NTV jioni. Miili kumi na miwili kati ya kumi na minne ya watu walioaga dunia kwenye ajali ya barabarani eneo la Kariandusi kwenye barabara ya Nakuru Nairobi Jumapili mchana imesafirishwa kuelekea Murang'a kwa maandalizi ya mazishi. Hii ni baada ya miili ya watu hao wa familia moja kufanyiwa upasuaji, ambapo uchunguzi wa maiti ulibainisha kuwa wengi walioaga dunia kutokana na kuvuja damu nyingi huku wengine wakifariki kama majeraha, kwa majeraha kunradhi ya kichwa. Akizungumza kwenye makafani ya hospitali ya eneo bunge la Gilgil, msimamizi wa hospitali hiyo David Kuria alieleza kuwa gharama ya makafani imelipwa na kaunti za Nakuru na Murang'a. Familia hii ni waathiriwa wapya wa msururu wa ajali za barabarani, ambapo takwimu za NTSA zinaonyesha kuwa kuanzia Januari mosi na hadi Septemba 28 mwaka huu jumla ya watu 3,586 ameaga dunia. Idadi hii imeongezeka kwa asilimia mbili nukta sita kutoka mwaka jana. Uh, kutoka hapo nasema, hii mzigo ni kubwa, sababu najua gharama ya mtu mmoja hata kuzika, kuzika mtu mmoja iko, iko bei yake, na hawa ni watu kama, ni watu kumi na nne. Kwa hivyo sisi taja, kama jamii tumelemewa na hiyo gharama.